Kitu ambacho kimefanyika, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameagiza haraka sana, kama ambavyo niliwapeni taarifa siku ya kwanza, kwamba kila barabara apatikane mtu wa huduma mmoja, ili kuwe kuna ushindani wa utoaji wa huduma katika barabara hizi: barabara Morogoro Road, barabara Kilwa Road, barabara ya Mwalimu Nyerere ile ya kwenda airport, pamoja na barabara zingine ambazo ziko mbioni kukamilika barabara hii tunayoizungumzia leo ya Morogoro Road hii amepatikana mtoa huduma mmoja nje na UDART. Maana yake ni kwamba kwa muda huu muda sio mrefu, mabasi yataingia, mabasi ambayo yatakuwa ni kampuni tofauti na UDART. Na kwa nini yamefanyika namna hiyo? Imefanyika namna hiyo ili apatikane mtu mwingine mwenye nguvu, mwenye uwezo, mwenye uwezo wa kiteknolojia wa kuweza kuingiza mabasi haya. Mwanzoni kama mnakumbuka vizuri UDAT serikali na hisa kwenye UDAT. Hata tukaona hapana, ni vizuri mabasi haya sasa yakaendeshwa na kampuni binafsi ambao watakuwa na uwezo mkubwa na mkua mkua, salama, wa kusimamia masuala yote yanayohusu upakiaji wa abiria. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Bwana Chalamila, huwezi kumkosoa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au huwezi kumwambia rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ukweli, kwa sababu rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ni bosi wako, wewe ndio anayekupa wewe chakula. Humphrey Polepole ameshatufundisha kwamba rais anavyokuchagua utamkosoa vipi? Wewe ndio ndio, matatizo ya usafiri wa jiji la Dar es Salama ni serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kuwakabidhi raia wa Dar es Salaam kwa wafanyabiashara. Siku zote wafanyabiashara wana lugha moja, wao, kwanza, faida kwanza. Kwa nchi zenye akili mradi kama huu wa, hu, wa DATS huwezi kukabidhi wafanyabiashara wewe. This is multibillion project, multibillion business. Serikali ndio inarani mradi kama huu. Unavyohudumia raia wengi kama wa Dar es Salaam, hiyo huduma huwezi kuwapa madalali, kwa sababu madalali watawaza faida tu. Serikali inavyohudumia raia huwa haiwazi faida, serikali inawaza raia kwanza. Mradi kama huu unavyokabidhi kwa JKT, dereva wa JKT hahitaji zile nauli zinazolipwa ndio alipwe mshahara. Hapana, wala sevisi ya haya magari haihitaji fedha ya hizo nauli. No the priority number one ya serikali ya nchi ni kuhudumia raia kwa sababu wale raia wanakwenda kujenga taifa sasa hata ukinikabisa mimi bwana chalamila huo mradi mi nitawaza faida yangu the solution is to give this project to jkt bandarini hapo makanisa yanapitishaga vitu bure sasa leo hii kama magari yameletwa sijui kuna clearance za kina nini za kina nini ingekuwa this business ni ya jkt angepitia hizo hizo unazozitaja wewe Watanzania hebu ongea na diaspora wenu. Mfumo wa usafiri wa, wa Marekani ulivyo na shida na ni kwa nini mfumo wa usafiri wa nchi yenye watu wengi duniani China hausumbui? Kwa sababu mfumo wa usafiri wa China, serikali ndio mafia wa kuhudumia raia. private entities zipo, lakini kwa vile vitu vidogo vidogo. Lakini unapohudumia mamilioni ya watu, alafu unampa dalali dalali, anaonyonya damu hao wa watu wewe dawa hapo ni kutoa huyo nani nani nani nani, ndio nani, kama polepole alivyotuambia. Hao ndio wale wa mtandao na JKT, ma bilioni na ma trilioni tu. JKT wakachukua magari Matat. Msingi wa matatizo yetu, Mwinyi amekufa ashatuambia, ile bata ni tulio saini kwamba serikali haifanyi biashara, ni ya kutoa. Hatuhitaji maisha ya Kimarekani, hatuhitaji maisha ya Kiulaya. The multi-trillion business ya usafiri wa Dar es Salaam inayotakiwa ifanywe na JKT. Kwa hapa individual entities, private people, we know the people who are running this ni dem mtandao. Raia wa Dar es Salaam wataendelea kuteseka na bado hawajaona dawa. Ya mateso ya raia wa Dar es Salaam katika swala la usafiri, ni serikali kurani huo mradi na sio serikali irani kwa kutafuta faida, serikali irani kwa kuhudumia raia hata kivuko cha Kigamboni, people can, can use it free of charge. Ukiwa na akili ndogo, ndio utasema serikali itapata wapi hela ya kuendesha, ukiwa na akili ndogo. Lakini you have a bigger brain, how government must operate, how must government must take care of the citizen, utaelewa nachokizungumza. Lakini ukiwa na akili like za selfish kama za magharibi, kigamboni Baresa anazidi kuimarisha tu, kuongeza idadi ya vivuko pale. Alafu kila siku naambiwa, samahani kivuko kimeharibika, samahani kivuko kimeharibika. Hiyo ni mwekezaji, kesho na Baresa ataleta likubwa kabisa la, la kubeba na magari. Alafu huku Chalamila anabidi akupoze kwamba rais anashughulikia, kumbe rais ana negotiate na business people. Hili taifa halina misingi ya ubepari, jamani. Ndio maana sisi tunakuwa na evidensi za kuzungumzia kwamba mateso yetu ni sisi kusukumiwa kwa wafanyabiashara watunyonye damu. Dunia saa hivi ni ndogo sana. Mkuu wa mkoa wa Chalamila, mtume mtu akafanye research ni namna gani wa China wanaendesha huduma ya usafiri kwenye nchi yao, nchi yenye watu wengi duniani ya pili, sijui ya kwanza, wanajua wenyewe. Alafu mtume mtu mngine akafanye research huduma ya usafiri ya Marekani ilivyo na shida, alafu Marekani ndio nchi yenye mabilionea wengi kuliko China, jiulize, tunaelekea wapi? If Amerika ndo yenye mabilionea wengi lakini raia wanateseka, China ina mabilionea wengi lakini raia wanaenjoy. So what the small group of people want to keep sucking our blood in the name of investment, takiwa tupunguze idadi ya mabilionea katika nchi ya Tanzania. JKT must take over a lot of things ambavyo vinamgusa raia moja kwa moja. Dawa ya matatizo ya wananchi, JKT must take over Gentlemen, matatizo uh, yetu yanasababishwa na kikundi cha watu wanaotaka faida hizo, process hizo za sijui magari yatoke kampuni fulani, mwekezaji fulani, sijui ni nini. Kwa JKT hicho kitu hakipo. Ile system ya makanisa kupitisha vitu vyao bure pale bandarini bado ipo, au bandari ndio imeshapewa watu? Kwa hiyo nothing for free. Tunakoelekea kuna siku utajikuta umesimama sehemu ukaambiwa ni ya mtu, kitu ambacho Nyerere alikipigania kisiwepo katika nchi yetu wa Tanzania. Matatizo yetu ni sisi kukabidhiwa kwa vikundi vya watu vitutafune. Tupambani, tujichomoe kwenye hivyo vikundi vya watu. Huwezi kunitajia suluhisho la matatizo ya watanzania kwa kunitajia wawekezaji, wakati Amerika inapotea in the name of wawekezaji, Ulaya inaharibika in the name of wawekezaji. Wachina wale pale hawana wawekezaji, wanaendesha maisha yao Ukienda China ndio una shida, sio wao wana shida. Kinachokupeleka China ni soko lao. China does not beg for wawekezaji. Wanaotafuta wawekezaji ni Marekani na Ulaya. China haihitaji wawekezaji, wao ndio wanalitaka soko la, la China. Watanzania, nchi yetu itajengwa na sisi na sio hao, sio wawekezaji gani like, alafu kesho na kesho kutwa God bless atakutukana, atakwambia serikali imeshindwa kuendesha hata biashara ya daladala ya Dar es Salaam bro Mama Samia, God Bless, Lema wote ni kitu kimoja, yani wanafundishwa na mtu mmoja anaitwa globalist capitalist, namna ya kutuoperate sisi tuteseke, wao wafurahie maisha. Nchi yetu mfumo wake wa uendeshaji, walio juu ni wafanyabiashara, walio katikati ni wanasiasa, huku chini tuko sisi. Kwa hiyo Chalamila ametumwa na central government kuja kututongoza kwamba the good news is coming, maisha yatakuwa mazuri that's what Chalamila came to tell us nothing else lakini like at the same time wale waliojua ambao ni capitalist they keep sucking the profit from us hiyo huwezi kuikuta china hiyo huwezi kuikuta russia hiyo iko marekani na ulaya we don't want the america and european union political system because their problem we can see we can see their problem why would we embrace this american and european union political system we need a chinese political system whereby People run their business. People run their country. The, the work of the government is to oversee people respect the law. It's to make sure people respect the law. Nothing else. Hiki chalamila natuambia raisi ataleta sio atawaleta wawekezaji gani This is American way of political system. watanzania hakuna mwekezaji atakayetuletea maendeleo. We need to change this rhetoric.